Tunaomba msisitizo wa serikali uendelee kuhakikisha wazazi wanachangia kupata chakula shuleni ili tuwe na afya njema na kujifunza vizuri. Tunaiomba jamii tekeleze kwa vitendo kauli mbiu inayosema mtoto mwenzio ni wako, kwa kuhakikisha watoto wote tutakuwa katika mienendo mema na kukemea vitendo kama vile watoto kuonekana kwenye kumbi za starehe, mfano mabanda ya video na disco vumbi na maeneo hatarishi aj aj ajira za watoto ukatili wanaofanyiwa watoto majumbani na mitaani ubakaji na ulawiti. Ndugu mgeni rasmi, tunaomba pia wazazi na jamii kwa ujumla waelimishwe juu ya wajibu wao katika malezi ya watoto. Hii ni kutokana na baadhi ya wazazi wanasahau wajibu wao na kupelekea watoto wa kuzagaa mitaani na wengine kulelewa katika vituo vya watoto ili hali wazazi wapo lakini hawajitokezi kuwachukua na kuwahudumia watoto wao. Aidha tunaomba, vion, tunaomba viongozi wetu wa, wa dini kusaidia kutoa semina za ndoa na familia bora ili kuepusha tatizo la wazazi kufarakana, kufarakana na kutengana na mwisho kuwakosesha watoto haki yao malezi bora. Naitwa wao yona wao. Mchungaji ni Salamungu la Tanzania. Mimi nina ushirika wenza ambalo nimejihusisha nalo linaitwa CIT, Compassion International Tanzania. Hawa wanahusika sana na mambo ya kumwendeleza mtoto kielimu, kiafya na lishe bora, pamoja na elimu kutoka miaka anayoanza kuingia katika ufadhili wa shirika hili. Tunapokea haswa watoto kuanzia miaka mitatu hadi miaka saba hawa ambao wanaanza chekechea na pia wengine wanaingia shule za msingi. Watoto hawa wanakusudiwa katika programu hii, wanakusudiwa kuendelezwa kitaaluma kwa nyanja zote, kuanzia afya zao, maboresho wanapewa na bima, wanapewa pia na mavazi na kusaidiwa kwa njia mbalimbali mbali, anapokuwa na afya dhaifu kwa hiyo ili shirika, mimi nina ushirika wenza, ninayo kituo. Sasa hivi kimepokea watoto, nimepokea watoto mia mbili katika catchment area hii. Watoto hao wamepata ufadhili, watasoma kuanzia sasa mpaka umri wake ufikie miaka ishirini na mbili. Sisi leo ni viongozi na tusiposimamia haki za watoto leo, ina maana ya kwamba taifa letu linalokuja litakuwa ni taifa ambalo litakuwa linashangaza katika ulimwengu huu. Lakini tukisimama kila mmoja kwa nafasi yake kama viongozi, kuanzia leo, jamii hii tukiisimamia na tukaona haki ya mtoto tukaisimamia vizuri, tutapata taifa lililo bora linalokuja. Kutokana na changamoto changamoto nilizozisikia kutoka kwenye risala ya watoto, ninatoa wito kwa halmashauri ya mji wa Babati kuzingatia elimu jumuishi na mazingira rafiki akujifunzia kwa watoto wa kawaida na wale wenye ulemavu. Na pia natoa wito kwa jamii na wananchi wa Mutuka kuacha vitendo vya uke, ukeketaji kwa watoto wa kike, na endapo atabainika mtu atatekeleza atateke, atateke, kitendo hivyo, hatua kali za kisheria zichukuliwe dhidi yake. Mwisho, natoa wito kwa wazazi walezi jamii taasisi za dini, taasisi za kiraia, serikali na vijiji vyote viwili, wadau wote wa halmashauri kwa jumla, kushirikiana kutokomeza vitendo vya ukatili kwa watoto na kuimarisha ulinzi wa watoto.